Jumuiya ya tahfidhi al Qurani Pemba imeandaa mashindani makubwa, ambayo mashindano hayo yatafanyika siku ya Jumapili iliyoko mbeleni kuanzia saa mbili kamili mpaka kufikia saa sita na nusu. Mashindano hayo yatafanyika katika msikiti wa Gombani Kongwe, msikiti wa Jumaa Kongwe, ambao ni masjidi takwa. Mashindani hayo yatawashirikisha kike na kiume a, wanafunzi wa kike na wanafunzi wa kiume kuanzia juzoo tatu, juzoo tano, juzoo kumi, juzoo ishirini na juzoo thalathini tartili. Tunawakaribisha Waislamu wote wa, wa Zanzibar kwenye mashindano hayo. Mgeni rasmi wa mashindano hayo insha Allah atakuwa ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja Mheshimiwa Ayubu, mpenzi wa Qur'an. Kwa ujumla tunawakaribisha Waislamu wote, tuje tushirikiane, tuje tusikilize kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala tuje tuvune thawabu zinazopatikana kwa kusikiliza Qur'ani tukufu. wa billahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhi k wsar